Katika kijiji kidogo kilichozungukwa na milima mikubwa, aliishi kijana mmoja aliyejulikana kwa jina la Petite. Alisikia hadithi za bustani takatifu iliyofichwa ndani ya msitu, mahali ambapo matunda ya upendo yalisitawi, matunda yaliyoweza kuponya majeraha, kurejesha matumaini na kuunganisha mioyo iliyovunjika. Wengi walijaribu kuyatafuta lakini hakuna aliyewahi kurudi na hazina hiyo. Petite akiwa na shauku ya ushindi ya kupata matunda hayo, alianza safari yake kuelekea huko katika bustani takatifu. Ila kabla ya kuondoka, aliwauliza wazee wenye busara hekima, ambao wamekula chumvi nyingi, waaminifu wasio na mawaa, kuwa ni wapi anaweza kuanzia safari yake hiyo ya ushindi. Nao wazee hao hawakusita, bali walimwambia kwamba safari yake yaweza kuendelea kuanzia upande wa mawio ya jua huku wakisema "Mjukuu wetu Petite, kupata njia ni jambo moja, lakini kuifuata njia ipasayo ni jambo jingine. Ni wale tu wanaoelewa yote mawili kwa pamoja hurudi na ushindi nyumbani kwao. Tunakutakia kila la heri mjukuu wetu, kapambane, Mungu akutangulie." Mbali na misitu minene, kuvuka mito inayovuma na kutembea mabonde yasiyo na mwisho, Petite aliendelea mbele, hakukata tamaa. Mwanzoni alidhani kufika katika bustani hiyo kulihitaji juhudi tu, lakini changamoto zilianza kuibuka barabara kwa wazi kabisa. Vishawishi vilimjaribu na shaka ilianza kumpapasa ndani ya moyo wake, ubaridi ulipita hadi kwenye uti wa mgongo, lakini aliyakumbuka maneno ya wazee wenye busara, akajawa na nguvu mpya huku akiwaza kurudi na ushindi nyumbani ambao mashujaa wengi walishindwa kurudi nao. Siku moja alikutana na mama mzee aliyeketi karibu na kisima kilichokauka. Alionekana dhaifu, midomo yake ikiwa imepasuka kwa kiu. Petite alikuwa na maji kidogo tu, lakini aliamua kumpa mama huyo matone yake ya mwisho. Mama huyo alitabasamu na kwa shukurani akamwelekeza kwenye njia iliyofichika. Ama kweli wahenga walishasema, mkono mtupu haulambwi lambwi. Kisha yule mama alisema, safari sio tu kuhusu kufika unakotaka, bali ni kuhusu jinsi unavyobadilika katika safari hiyo. Nikutakie yote mema mwanangu. Petite aliendelea mbele na safari yake akiwa na ufahamu mpya. Aliwasaidia waliopotea aligawana nao chakula chake na alieneza wema kwa kila aliyekutana naye. Hatimaye alifika kwenye bustani takatifu, lakini akagundua kitu, lo, no. hakuwa tena na haja ya matunda ya upendo kwa sababu tayari yalikuwa ameyakuza ndani ya moyo wake. Safari yote hiyo ilikuwa ni kumhakikishia matunda ya upendo yanabaki moyoni mwake kwa kutenda mema kwa wengine. Aliporudi kijijini, Petite alitambua kuwa kupata njia ilikuwa safari, kuifuata ilikuwa kukua, na kuunganisha vyote viwili, huko ndiko kulikuwa ushindi wa kweli. Hadithi yake ikawa hekima kwa wengi, ikawasukuma kuanza safari zao, siyo tu kufikia malengo yao, bali ba kuwa watu bora katika kila hatua. Hivyo basi, matunda halisi ya upendo hayakuwa tu kwenye bustani iliyofichika, bali ndani ya mioyo ya wale waliochagua upendo katika kila hatua ya maisha yao. Upendo wa msikilizaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu ya Lisha Ubongo, hiyo ilikuwa ni simulizi fupi kwa lengo la kuelimishana kwenye maadili. Pengine unaweza ukawa na cha kuchangia katika hichi ulichokisikia, basi usisahau kutuachia komenti yako hapo chini kwenye sehemu ya kuandika ujumbe wako mfupi.